Leo tunakuletea historia ya mji wa Mombasa, mji wa pili kwa ukubwa nchini Kenya, wenye historia ndefu ya biashara, uvamizi na utajiri wa kitamaduni. Mombasa si tu jiji la utalii lenye fukwe za kuvutia, bali ni bandari ya kale yenye historia inayoanzia zaidi ya miaka elfu moja iliyopita. Ni hapa wageni kutoka mataifa mbalimbali walikutana wakabadilishana bidhaa, lugha na hata utamaduni. Lakini je, historia yake ni ipi? Tuanze safari hii ya kuvutia ukiwa pamoja nami, karibu The Story Side. Mombasa inatajwa kuwa mji wa kale zaidi katika Afrika ya Mashariki. Watafiti wengi wanakubaliana kuwa mji huu ulianza kuwa kituo cha biashara takribani karne ya nane au ya tisa. Lakini je, jina Mombasa linatoka wapi? Wapo wanaodai linatokana na neno la Kiswahili, yaani mwamba wa sasa, likimaanisha mwamba thabiti. Wengine wanasema jina lake lilitokana na Kiarabu, yaani manbasa ambalo lilihusiana na biashara ya Waarabu waliokuwa wakifanya safari za baharini. Wenyeji wa kwanza wa Mombasa walikuwa wa Mijikenda, Waswahili na Waarabu, lakini baada ya muda mji huu ulivutia wageni kutoka India, Uajemi na hata Uchina. Mombasa ikawa kitovu cha biashara ya dhahabu, pembe za ndovu na watumwa. Na baadaye uvamizi wa wageni kutoka mataifa makubwa ulianza. Katika karne ya 15 Wareno walifika pwani ya Afrika Mashariki wakiongozwa na Vasco da Gama mwaka 1498 Waliona Mombasa kama kitovu cha biashara na wakawa na tamaa ya kutawala mji huu. Mwaka 1593 Wareno walijenga ngome iliyoitwa Fort Jesus, ngome maarufu iliyojengwa kwa ajili ya kulinda bandari ya Mombasa dhidi ya maadui. Lakini je, Waarabu na Waswahili waliruhusu Wareno kutawala kirahisi? Jibu hapana. Katika karne ya 17, Waarabu kutoka Oman Walifanya mashambulizi makali na kufanikiwa kuwafukuza Wareno mwaka 1698 na ngome ya Fort Jesus ikawa mikononi mwa Waarabu wa Oman ambao waliimarisha utawala wao katika pwani ya Kenya. Mwaka 1895, Mombasa iliwekwa chini ya ulinzi wa Uingereza baada ya Waarabu wa Oman kushindwa kudhibiti ukanda wa pwani. Wakati huu biashara ya watumwa ilikuwa imepigwa marufuku na badala yake biashara ya bidhaa kama karafuu, nazi na kahawa ilishamiri. Mwaka 1896 Waingereza walianza kujenga reli ya Kenya kwenda Uganda ambayo ilianzia Mombasa na kuunganisha mji huu na bara la Afrika Mashariki. Reli hii ilileta wahamiaji wengi kutoka India ambao walikuja kujenga reli, lakini baadaye wakawa sehemu ya jamii ya Mombasa. Mombasa ikawa mji mkuu wa British East Africa hadi mwaka elfu moja mia tisa na saba kabla ya makao makuu kuhamishiwa Nairobi. Baada ya Kenya kupata uhuru mwaka elfu moja mia tisa sitini na tatu Mombasa iliendelea kuwa kitovu cha biashara na bandari muhimu kwa uchumi wa nchi. Leo hii, bandari ya Mombasa ni bandari kubwa zaidi ya Afrika Mashariki inayohudumia siyo tu Kenya, bali pia Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini siyo biashara pekee inayoifanya Mombasa kuwa mji muhimu. Leo hii Mombasa inajulikana kwa vivutio vingi vya utalii ikiwa ni pamoja na hivi vifuatavyo. Jambo la kwanza ni Fort Jesus, ngome ya kihistoria iliyoandikishwa katika urithi wa dunia wa UNESCO. Jambo la pili, fukwe za Diani, Nyari na Bamburi, maeneo ya kupumzika yenye maji ya bluu na mchanga mweupe. Jambo la tatu Msikiti wa Mandhuri, moja misikiti ya zamani kabisa Afrika ya Mashariki, uliojengwa mwaka elfu moja mia tano na sabini. Na jambo la nne hifadhi ya bahari ya Mombasa, sehemu nzuri kwa wapenda kupiga mbizi, yani diving na kuogelea na samaki wa ajabu. Na jambo la tano bandari ya kale ya Mombasa ambayo ilikuwa kiunganishi cha biashara kati ya Afrika na dunia ya Kiarabu. Mombasa bado ni moyo wa uchumi wa Kenya na Afrika Mashariki kwa sababu zifuatazo. Jambo la kwanza, kitovu cha biashara. Bandari yake inahudumia nchi nyingi zisizo na bahari kama Uganda, Rwanda na Burundi. Jambo la pili ni utalii. Wanyama wa baharini, historia ya kuvutia na fukwe nzuri huvutia watalii kutoka duniani kote. Jambo la tatu ni miundombinu. Reli mpya ya SGR, yaani Standard Gauge Railway, inayounganisha Mombasa na Nairobi imerahisisha biashara. Na jambo la nne, utamaduni wa kipekee. Mchanganyiko wa Waswahili, Waarabu, Wahindi na Wazungu umeifanya Mombasa kuwa mji wa kipekee ndani ya Kenya. Pamoja na historia yake ndefu, Mombasa inaendelea kuimarika kwa maendeleo makubwa. Serikali ya Kenya inawekeza katika haya yafuatayo. Upanuzi wa bandari ya Mombasa. Mradi wa reli mpya na barabara za kisasa. Ujenzi wa miji mipya ya kisasa karibu na bandari ya Mombasa. Lakini bado changamoto kama foleni, Ukosefu wa maji safi na uharibifu wa mazingira zinapaswa kutatuliwa ili kuifanya Mombasa kuwa mji bora zaidi. Mombasa sio tu mji wa kawaida. Ni sehemu ambayo historia, biashara na utalii vinakutana. Kutoka kwa safari za waleno hadi harakati za uhuru, mji huu umesimama kama mlango wa Afrika Mashariki kwa zaidi ya miaka elfu moja. Je, umewahi kutembelea Mombasa? Unapenda nini zaidi kuhusu mji huu? Tujulishe kwenye maoni yako katika comment. The Storyside tunafanya historia iishi. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare simulizi hii kwa wengine, na asante kwa kunisikiliza.